Sifu Yesu Kristo, yeah. Awali ya yote kwanza, napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu ametukutanisha wote tukiwa salama. Vile vile nimpongeze mkuu wa kitengo katawezana kwa kazi nzuri sana, naomba tupige makofi. Mfumo rasmi sasa wa ufuatiliaji kuhakikisha ile strategic plan yetu ya halmashauri inasimama ipasavyo na hata So, ile plan schedule ya work action inafanyiwa kazi kwa utimilifu wake. Pia mkuu wetu wa kitengo, nitapenda ufuatilie sana mapendekezo ya tathmini yanayotolewa na timu hii, ili tuone taasisi na soka mbele kwenye miradi yenye viwango na tija. Asante, na mkumbuke ya kwamba mwaka huu tumeshinda ndio za mwingi wa uhuru, ni kutokana na uwezo wa kimiradi. Sasa bila kuwa na kitengo hiki tusingefanikiwa. Makofi kwenu. Na pia ninawategemea idara nzima au kitengo kuchangia katika kuboresha taratibu za ukusanyaji wa takwimu, lakini vile vile mshirikiane na idara ya mipango kwa ajili ya kujua miradi tunayotekeleza ya fedha za ndani na fedha za nje, na hasa kwenye fedha zetu za mapato ya ndani. Nitafurahi sana kitengo hiki au timu hii maanake hiki ni kikosi kika kazi, kikafanya kazi kikaizidia tasiri matarajio ya timu hii kwangu mimi mwajiri ni makubwa sana na tunamshukuru sana Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo yake ya zinne na pia kwa utendaji wa kazi akishirikiana na Mheshimiwa makamu wa rais Mheshimiwa John Nchimbi Emmanuel John Nchimbi pamoja na Mheshimiwa waziri mkuu niliona toka jana mara alipoteuliwa alitoa maelekezo mahususi hasa kwetu sisi watumishi wa umma ambaye yeye ndio anayetusimamia alisema ha, hataki uzembe. Yani ukishasikia tutamko hilo changamka, na kitengo kitakachosababisha sisi tuchangamke kama halmashauri ni hiki cha tathmini ya ufuatiliaji, kwa sababu usipofuatilia, usipojitathmini, huwezi ukajijua na tathmini huwezi ukajitathmini wewe mwenyewe binafsi, kama tunavyofanya kwenye utendaji wako wa kazi binafsi. Kwa upande wa miradi, kwa upande wa utendaji wa kansel, lazima tuwe na timu kama ninyi mlioaminika, muwe jicho, mseme wazi, msifiche chochote na usisemee nje. Ndio maana tunakuwa na vikao vya kila mwezi. Ndugu mgeni rasmi, wajumbe wote wanaounda kikosi hiki wamependekezwa na wakuu wa idara na vitengo husika na kuteuliwa rasmi na ofisi yako, kwa maana ya kwamba kila mjumbe ana barua kutoka ofisi yako. Ndugu mgeni rasmi, timu hii ina dhamana kubwa ya kuhakikisha inafanya ufuatiliaji wa shughuli zote zinazofanyika ndani ya idara na vitengo vyao na, na kutoa taarifa kwenye vikao vya kila mwezi, na taarifa hizo zitawasilishwa kwenye kamati ya management ya ufuatiliaji, kikao cha kila mwezi, na management itawasilisha taarifa hizo kwenye vikao vyao.